Serikali pia imenunua mabehewa ya mizigo 264 ambapo kazi ya majaribio ya mifumo imefanyika. Nafurahi kuwajulisha bunge kwamba leo ni siku ya kihistoria kwenye reli yetu ya SGR kwa kuwa shirika la reli limeanza rasmi safari za mizigo kati ya Dar es Salaam hadi Dodoma. Tunatarajia. Tunatarajia hatua hii ya kimageuzi nchini itapunguza muda na gharama ya uchukuzi, kuchochea biashara na kuimarisha nafasi ya Tanzania kama lango la biashara uh, katika Afrika ya Mashariki. Mheshimiwa Spika, niliahidi bunge hili kuwa tutakamilisha ujenzi wa reli Dar es Salaam hadi Dodoma na kuendelea na ujenzi wa vipande vingine. Nafurahi kusema kuwa kama mnavyojua Uh, awamu zote mbili Dar es Salaam Morogoro, Morogoro Dodoma tayari zimekamilika na reli inatembea. Asante. Tangu safari za, za, za reli hii kuanza um, mwezi Agosti mwaka 2024 shi tayari jumla ya abiria milioni 2,548,828 wamesafiri na maduhuli ya shilingi bilioni 60.88 yamekusanywa. Kuanza kwa huduma za usafiri wa reli hiyo kumeongeza tija kwenye uchumi kwani kimefupisha safari ya Dar es Salaam na Dodoma toka masaa manane hadi tisa hadi saa tatu. Sasa imekuwa kawaida, na waheshimiwa wabunge, nyinyi mashahidi, naambiwa mnalala Dar es Salaam na mnaamka Dodoma hapa asubuhi.